Sallallahu alayhi wasallam, awali yoyote, naomba kutambua viongozi mbalimbali wa dini, wa serikali, wa vyama mbalimbali. Kwanza kabisa nitambue uwepo wa mwenye shughuli hii ambaye yeye ndo mwenyeji wetu sisi sote, mwenyeji nambari moja tukiwa katika mkoa huu wa Mwanza, naye si mwingine ni shekhe wetu wa mkoa wa Mwanza, Alhaji Shekhe Hasani Kabeke, Allah ampe afya njema na umri mrefu katika kuyaendeleza mazuri kama haya. Lakini pia nitambue uwepo wa shekhe wa mkoa wa Simiu, kakaangu shekhe Kwezi yuko hapa pia naye amekuja kumuajidi kaka yake na wanamwanza kwa ujumla. Karibu sana shekhe. Lakini pia tunaye mwalimu wetu ambao sisi sote tulio wengi hasa viongozi vieti vyetu vina mkono wake, lakini pia yeye ndio alikuwa mkufunzi mkuu mwalimu na brother Msabila. Tunaye leo katika kutuaidi katika majambo haya, karibu sana lakini pia nitambue uwepo wa baraza la mashekhe mkoa wote walioko hapa: shekhe wa wilaya ya Sengerema Shekhe Jaha, shekhe wa wilaya ya Magu Shekhe Zaid, shekhe wa wilaya ya Kwimba Shekh Rajab, katibu wetu wa mkoa, Stadi Ramadhani Chalila, halmashauri wote walioko hapa, kadhi wa mkoa Shekh Hamisi Almasi, tulikuwa naye hapa, makadhi wa wilaya mbili, wilaya ya Nyamagana Shekhe Fadhil Salum, lakini pia kwa upande wa Ilemela Shekh Hasani Yasini Mchondo, wajumbe baraza la mashekhe wilaya, wilaya il mashawri, kiza, ya Ilemela, wajumbe baraza la mashehe wilaya ya Nyamagana halmashauri mwenyekiti wa halmashauri ya Nyamagana Alhaji Mkiza, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya yetu ya Ilemela Shekhe Muhammad Idi Uledi ambaye pia ndo mratibu wa harakati hizi za ujenzi wa vituo vya afya, naye si mwingine ndo huyu anayepanda ngazi, kimwangalia usoni, eh, ndevu zile zina rangirangi ya mambo yao haya, toka kule Tabora. Mashekhe wa kata wote mlioko hapa, makatibu wa kata, wenyeviti wa kata na wajumbe wote baraza la mashehe na halmashauri maimamu wote, makatibu, viongozi wa msikiti, wageni wetu kutoka maeneo mbalimbali, Sheikh Hasini kutoka kule Kakola yuko hapa, shekhe Wakata na mjumbe baraza la mashekhe wilaya ya Kahama. Lakini pia tunaye ustadi Samiu kutoka Dar es Salaam Qarul Quran, uh, niamia upande wa mama zangu tunaye mwenyekiti wa juakita mkoa wa Mwanza, kiongozi wetu na mama yetu, mama Amina Masenza, ndiyo kiongozi anaoongoza kina mama katika mkoa huu wa Mwanza. Wenyeviti wa juakita wilaya zote mbili, Nyamagana na Ilemela, makatibu wenu, wajumbe wote juakita kata, jua kita misikiti, na tambua uwepo wenu kina baba na kina mama Waislamu na wasio Waislamu, nirudie kusema, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Uh, nafasi yangu ni fupi sana. Hadhara yetu alhamdulillah imeanza vizuri, imeanza kwa mafanikio makubwa na imeendelea vizuri na tunamuomba Allah subhanahu wa taala imalizike vizuri, na insha Allah itamalizika vizuri semeni insha Allah. <laughs> mimi nimesimama likiwa jambo hili la badribei mkoa linafanyikia katika wilaya ya Ilemela. Ninapofika Ilemela, mimi ndio mwenyeji wenu, kwa hivyo naomba kwa heshima kubwa na taadhima, viongozi mbalimbali wa serikali, wa vyama mbalimbali vya siasa, viongozi wangu wa dini, Waislamu wote na wasoko Waislamu, karibuni wilaya ya Ilemela. Lakini leo hapa tuko kimkoa zaidi, muwe na amani. Wilaya ya Ilemela huwa hatuna maneno mengi ni watu wa vitendo na imani, ni watu huo wa mnajua. Na hapa, ikiwa mko ndani ya wilaya ya Ilemela, tuko na jambo la kimkoa, vita yenyewe mtaiona, ni mtume ilio aloianzisha alo shekhe wa wilaya ya Nyamagana, ule ulikuwa ufunguzi shekhe ule ulikuwa ufunguzi wa jambo letu la Badri Day, lakini kubwa zaidi linakuja mtume mtume. Hivyo niwaombe tukae kwa utulivu, tukae katika hali ya amani, maana tuko ndani ya nchi yenye amani na walombe letu wetu ni watu wa amani. Kwa nini wewe uwe na wasiwasi wasi na wasiwasi wasi wako nini? Masheitwani yote yametiwa pingo, yametiwa baharini. Sasa yawezekana kuna ule wasiwasi wa wasi kibinadamu, hebu wachana nao, endelea kumlaani sheitani huyo wa kibinadamu kwa kumsomea sura Nnas. Na bahati nzuri Sheikh Abujadau hilo kashalimaliza, hivyo tunataraji utulivu wa hali ya juu utatawala ili tufaidike na mengi zaidi ya haya yaliyotangulia. Baada ya kusema haya, naomba nirudie kusema tena karibuni sana, na muwe na amani, muwe huru. Mko kwenye viwanja vya Allah subhanahu wa taala na Mtume Muhammad. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Madina Online TV Mwanza, subscribe.